Usinywe, usisiane na mkeo. Sasa anakwambia yapo mambo ambayo laisat aklan walaisat shurban walaisat jimaa, sio chakula wala sio kinywaji wala si mkeo. Yapo mambo matano yanavuruga saumu yake, yasikilize vizuri ndugu yangu Muislamu, yasije yakawa mambo haya unaishi nayo na hali umefunga. Hapa tunakumbushana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tunaondoa ile shaka ya mtu kuishi katika saumu kumbe ni kiu na njaa peke yake. Isije ikafika steji hiyo. Mtu kaamka kaacha chakula chake kizuri na mkewe mzuri na kile kitu kizuri kumbe ifike jioni na tija yake ni njaa tu. Isije ikafika steji hiyo. Ndio maana tunakumbushana mapema. Leo ni Ramadhani mosi tu. Kama umeyafanya makosa haya kuanzia asubuhi kesho, yasije tena mpaka umalize mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mahia ni mambo gani matano? Anasema alkadhib, uongo. Hili sio kula wala kunywa wala starehe, lakini kama mtu analitumia linaivuruga saumu yake. Je, tumeacha uongo? bali tunapofunga ile ftari yetu tutakaofuturia tumeipata kwa uongo, bali uongo ndo unafanya kazi mpaka katika muamala wetu wa biashara zetu na kila kitu chetu, lazima tutie na uongo pale ndani ndo tupate <coughs> kufanikiwa. Lakini tunaambiza wana utaishi vipi bila kusema uongo bwana? Tena tunakuwa tunavurugana, tuna tuna tunakuwa tunavunjana moyo bwana, lazima mtu aseme uongo ndo afanikiwe.

waytahara lkadhib wa hata yuktaba inda llahi kadhaban, na mtu atasema uongo, uongo, uongo tena mpaka kuna buku daftari maalum anaandikwa kadhaban, uongo mkubwa. Akishaandikwa katika buku lile basi tena kapata sifa mbaya. Uongo wa Islamu. Tunapoutumia katika siku zote ni mbaya na ni mbaya zaidi tunapoutumia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sababu ya saumu zetu tulizozifunga. Kisha kitu gani? al-kadhib wal-ghiba na kusengenya. Na zamani tukisema hii tabia wanawake, lakini siku hizi tumeichukua hii tukairithi kutoka kwao. Tunasengenyana kwa mdomo mpana.

na sisi binadamu tuna tabia ya kumhukumu mtu kwa madhari ya nje. Tusimhukumu mtu kwa madhari ya nje, yani ukamwona mtu labda kavaa joho kubwa na kofia kubwa ukamhukumu kwamba huyu moja kwa moja tu aitakuwa kadha, au kavaa nguo chafu ukasema huyu atakuwa kadha, fikra zako zikakupelekea katika kumhukumu mtu kwa madhari ya nje ni uzuri kumdhania vizuri, lakini dhana mbaya isiwepo. Sasa kule kudhaniana mabaya, Mwenyezi Mungu sema ijtanibu, jiepusheni kuwe ni mbali sana na kitu hiki tena, wala yaqtab ba'dukum ba'd, wala wasiwasengenye baadhi ya hawa, kuwasengenya watu wengine. Na kumsengenya mtu ni kumtaja kwa habari mwenyewe hayupo huku nyuma, ukamtaja habari ambazo atakuja atasikia habari zile zitamtia hofu na wasiwasi na maudhi, kulani hivi hivi hivi hivi hivi hivi. wa man namma bika namma alayka wa man namma alayka namma bika na uki, ukitaka kujua ubaya wa jambo hili kama uko na mwenzako mnasengenyana, kama anachukua habari kutoka kwako anapeleka kwa mwingine, jua na atachukua letwa na hivi hivi ndo tabia iliyokataza na ni tabia chafu mno ya usabasi na usengenyaji na mtu kuchochea baadhi ya maneno akayachukua haya akayapeleka kule, na mtu kusikiliza siri za watu, na mtu ni habari nzito